Kila siku ya Alhamisi inatupasa tumshukuru Allah subhanahu wa taala kwa kutuwafikisha tukaweza kukutana katika hali ya namna hii. Kwa hiyo tunaendelea na darsa yetu, na tukiwa tuko katika Suratul Insani ama Suratud Dahri, sura ya sabini na sita kwa utaratibu wa mashafu, na leo tutarikol kidogo aya ishirini na nne ili tuweze kuendelea mbele vizuri. Allah Subhanahu wa Ta'ala ana mwelekeza mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na maelekezo kwa mtume ndio tunaelekezwa mimi na wewe na mwingine yote katika dini yetu hii. Allah subhanahu wa ta'ala asema fasbir lihukumi rabbika, fasbiri lihukumi rabbika, kuwa mstahamilivu kwa maamuzi

Hapa anaambiwa Mtume swalla alayhi wasallam, nanaambiwa mimi na wewe kwamba zikubali, yapokee maamuzi ya Mola wako, ndo maana lihukmi rabbika fasbiri lihukmi rabbika, stahamili juu ya maamuzi ya Mola wako, kama tulivyozungumza, yanayojitokeza hata kupitia kwa mikono mwa wanadamu wenzio. Yote yanayofanyika yakiwepo ya, ya maudhi ya makero na nini, yavumilie yavumilia yale anayopanga mwenyewe Allah subhanahu wa taala. Ikakuta mitihani eh? Kakuta mitihani ya afya, mitihani ya majanga, mitihani ya kufiwa, mitihani hivi, yote hayo yastahimilie ili uweze kwenda sawasawa, uweze kuishi sawasawa, kwa sababu tupo katika dunia ambayo Allah subhanahu wa taala ametujalia mitihani. Kwa hiyo kama anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndo tunaambiwa sisi wafuasi wake lakini pia wala tuti minhum, wala usimsikilize. La tuti minhum athiman au kafura, la tuti minhum, usimsikilize yoyote mwenye kufanya machafu au mwenye mwenendo wa ya kikafiri mwenye mwenendo ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, usikubali mtu akakutoa katika laini watu wanaweza kuja kwa njia na nyanja mbalimbali na mifumo mbalimbali, ili wakutoe katika laini. Kumbukwe, watu walikwenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia we bwana wewe, ya nini unahangaika na haya yote? Kama unahitaji makubwa, unahitaji cheo, asema sisi tutakupa cheo. Kama ishu ni cheo, manake ni miongoni mwa njia za kuwagheribu watu, kuwapa watu vyeo kwa hiyo kama shida ni cheo, wewe sema tu tutakuwa wewe ndo bwana mkubwa wetu sisi, lakini haya mambo yetu usiyaguse, kwa sababu issue ni kugusa mambo ya watu. Watu wakiwa na mambo yao usiyaguse, ukigusa mambo yao wao watu unawavuruga. Na hapa yeye mtu, Uislamu amekuja kufundisha na kuwatoa watu katika makucha ya dhulma, udhalilifu, unyonge, makucha ya shirki, makucha ya upotevu. Sasa wapo watu wananufaika na, ma, na mifumo ile iliyokuwepo hawawezi kukubali. Kwa hiyo watu watakuja tuwaambie bwana, wewe utakuwa kiongozi wetu. Lakini yakwetwa tunayotaka kuyafanya tuachie wenyewe usitugusie. Option ya kwanza walimwambia, au miongoni mwa option walizompa. Lakini pia akamwambia kama issue ni mali, we sema tu sitakukusanyia rundo la mali. Unaweza ukapewa mali ukashindwa kufanya maamuzi na kusimama katika mstari wa sawa sawa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mali tu, watu wakakutoa katika nini? katika usiguse mambo yao, usivuruge mambo yao. Ukivuruga mambo yao, yani wako tayari wao kutoa chochote, lakini mambo yao usifanye nini? Usiaguse. Kwa hiyo watakuja watu wa namna hiyo, watakuja watu, wakaja watu wakamwambia Mtume sallallahu, kama unahitaji mke mzuri mke mwenye hadhi, wewe sema tutakutafutia, sisi katika binti zetu katika dada zetu na da nini, wewe sema tu. Hizo ni njia ambazo za kuwaghalibu watu, kuwatoa watu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anampa angalizo mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia, fasbiri li hukmi rabbika, yatakayo kukuta majanga na hivi na hivi, yastahamilie kwa sababu upo katika mapambano makali kabisa dhidi ya mfumo uliokuwepo, kwa sababu mfumo ni mbovu wala tuti' minhum athiman, au usiwasikilize. Watakuja na hila na mbinu mbali mbali za kukutaka wewe kukuchomoa katika reli unayoyafanya unayosimamia, una kwa sababu umegusa katika mwenendo wao katika maovu, wa, maovu yao mabaya yao watataka kukutoa wewe, basi usiwasikilize. Tunaambiwa mimi, anaelekezwa amri imekuja kuambiwa Mtume usalama, lakini ndio maisha yetu sasa sisi pia tunatakiwa tuangalie. Nahusa, kama ukiwa kiongozi msikitini, kijamii, kiongozi wa nini, watakuja watu na mambo yao, usiguse mambo yao. Watakwambia hivi, watakwambia hivi, lakini ya kwao usiyaguse. Kwa hiyo, ili kazi iende sawasawa, usiwasikilize, fuata muongozo. Fastaqim kama umirta wala tattabi, kuwa na msimamo kama ulivyoamrishwa kwa hiyo tunatakiwa tuwe na istikama na msimamo sahihi kabisa tusiumbishwe kwa namna yoyote, wala tutiminuhum athiman au kafura. Awe kibaran sigharan, awe, awe mwenye cheo au mwenye nini, usimsikilize, kwa sababu wanachokitaka wao ni kukutoa katika mstari uliokuwa wa sawa sawa, mambo ya kukusaidia wewe. Wadhkur isma rabbika bukuratan wa asila, kumbuka taja jina la mola wako.

Wazee wetu tumewakuta sisi, na msala wake amekaa pale, mweza kusali sala ya asubuhi, utakukaa barazani pale na msala wake pale sana napiga adhkari mpaka jua litoke, ndio atakwenda, kama kwenda shaa, kama kwenda sokoni, kama kwenda kuamkia watu, kama kwenda hivi, lakini atakaa pale kwa ajili ya kuleta adhkari. Sisi mifumo yetu hii pamoja na kuwa tuko busy na hivi, lazima tuwe na tujitengenezee muda, na muda huu ni wa kutafuta sisi wenyewe, aweze kukutafutia mtu ratiba za watu ziko hivyo hivyo, saa kumi na mbili, sijui saa ngapi na nini. Watu wana KPI zao wamesha seta, wamesha kusetia na wewe utekeleze. Lazima utafute muda wewe mwenyewe uweze kutimiza majukumu yako, sio ukwepe na ukimbie majukumu yako. Nilikuwa ah, namdhikiria pamoja ah, na kumdhikiria a majukumu tutatakiwa utekeleze. Kwa hiyo lazima tudumu kuleta adhkari asubuhi na jioni, tilawati Alqurani. Tunakosa muda wa kusoma Qurani. Tumekuwa bize mno, tunakosa muda wa kuweta adhkari, tunakosa muda wa kumswalia Mtume sallallahu, tunakosa muda wa kusoma Qur'ani na hivi na hivi muda. Dunia ndio iko hivi hivi, hii dunia haijatulia. Lazima tu balansi katika maisha yetu, katika kutekeleza ma... majukumu yetu ya kila siku, lazima tupate muda wa kuweza kusoma Qur'ani. Leo tunaweza tukaulizana, watu wangapi leo wamesoma Qur'ani au wamehitimisha Qur'ani? Tangu kumalizika Ramadhani mpaka leo wameshahitimisha mara ngapi Qur'ani? Tunaweza hatuna hata mmoja miongoni mwetu ambaye anafanya. Sasa tujiwekee utaratibu, haya ni miongoni mwa mambo ya kutufaa na kutusaidia, sio kusikiliza watu wabaya, watu waovu watakaokuja na mbinu na hivi kututoa katika nini, katika mstari wadhkuru sma rabbika bukuratan wa asila. Sio hivyo tu, wa minallaili, na usiku fasjudu lahu, pata muda uamke kuswali kwa ajili ya Allah subhanahu wataala, wasabihu lailan tawila na umsabihi Allah umtukuze Allah subhanahu wa ta'ala, e, umtakase Allah subhanahu wa ta'ala sehemu kubwa ya usiku wako. Allah amewaelezea katika Suratu Dhariyati akiwaelezea watu wema anasema, kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun, sehemu ndogo ya usiku walikuwa na wa bil ashari hum yastaghfiruna. Ule usiku mzito nyumbani kule, sisi tunasema usiku wa manani. Al-Mannan ni katika majina ya Allah subhanahu ta manani, wa ta'ala. Usiku wa manani maana yake wale wazee wanambiwa, usiku wa Allah mwenyewe. Allah anateremka akaja katika ilasamaa al-dunya, fayunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib hal min talibin al-hajat fa uniluhu al-matalib. Hal min mustaghfirin, kwa hivyo mwenye kuomba msamaha ni msamehe bibi hal min taib, yuko wapi mwenye kuomba toba? Ni mkubalie toba yake. hal min hajatin, yupi mwenye shida yoyote, yule jing, mwenye matatizo yake. fauniluhu uniluhu almutwa, ni mpe yale matakwa yake anayotaka. yanzilu fi kulli laylatin ila ila samai dunya, amri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Fanyi mara ngapi sisi tunaamka usiku? Kanu, Allah amewaelezea wale watu wema, akasema kanu qalilan min al-layli sisi tunakesha usiku lakini tunakesha kwa mambo gani? Watu mpaka saa nane wako macho, muda mchache ndo tunalala. Lakini muda mchache tunalala muda, tuna ule muda mwingine tunautumiaje? Allah amewelezea, wabil ashari yastaghfirun, wao wanaleta istighfari kumuomba Allah subhanahu anibu ila rabbikum an waaslim min qabli an yatiku rejeeni nyenyekeni kwa mola wenu kabla haijawafika adhabu kwa ghafla, mkaja mkasema hatukupata muda hatukupata hivi na hivi na hivi kisha hakuna wa kuwa nusuru wala kuwatetea wenzetu. Allah anawaelezea watu wema, kanu kalilan min al-layli ma yahja. Sisi leo mpaka saa sita, saa saba watu wako macho, wako viungani lakini hawapo majumbani mwao, au hata kama wapo majumbani mwao wanafanya nini? Wako macho. Hawa walikuwa bil ashari hum yastaghfiruna muda mwi, mchache ndo wanalala muda mwingi, hasa ule usiku mzito, usiku wa manane lailatul manani bila sahara sema usiku wa manane bwana, si ndo tafsiri tuliofundishwa hivi hivi bila sahad. Usiku wa manane usiku wa manane, maana usiku wa Allah ambaye Allah anateremka kuja kuwasikiliza wenye shida wape watu wanaomba istighfari, wanaomba mara ngapi? Mimi na wewe tumeamka usiku huo mzito kwa ajili ya nani? kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, wa mina al-layli fasjudu lahu wasabihuhu laylan tawila. Sehemu kubwa. Sasa sisi tujiangalie tunavyokesha mpaka saa tisa mpaka saa ngapi, mpaka saa sita. Watu wanaamka wakaamkia mambo mambo gani? unayoyaamkia usiku. Inna haula yuhibbuna al-ajila. Allah anaeleza, anamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam shida ya walimwengu, wengi wanaupenda wanapenda maisha ya hapa duniani, ndo wanachakarika nayo wanahangaika nayo, tuna mikakati na mipango ya kufanikiwa hapa duniani. Lakini wayadharuna waraahum yawman thaqila, wanaitupa nyuma ya ya migongo yao siku iliyokuwa mzito. Wanaacha, hakuna mipango yoyote wanayoshughulika siku ambayo hatujui kama sasa, alafu juzi hapa sisi tuna mwenzetu tumeswali naye magharibi pale, mpaka magharibi tumeswali naye, anaongea na watu anasalimia na watu nini, akirudi nyumbani kafua nguo zake, kaa kwenye kiti, akiamka na watu wanasikia mtu ameanguka, kupeleka hospitali, inna lillahi wa inna ilaihi raji. Saa moja tu, uhai, afya. Hivi tunavyozungumza, hatujui hapa dakika mbili mbele nini kitafanya nini, uhai wetu utakuwa katika mazingira ya namna gani? Sasa Allah anaeleza tunatanguliza tunathamini tuna tunakuwa na mikakati mikubwa ya mafanikio. Ni kweli watu wawe na mikakati na mipango, lakini shida iliyopo wayadharuna waraahum yauma i. Sio kwamba Allah amekataza watu kuwa na mikakati. Yaalamuna dhahiran min alayati dunya, katika Surati Rum kule Allah anasema yaalamuna dhahiran min alayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Wanajua mafanikio ya hapa duniani sote si hapa tunajua, ukitaka ufanikiwe, hata ukitaka, ukitaka upande cheo, ukitaka kazi, ukitaka kuhama ofisi moja kwenda nyingine, ukitaka hivi, unajua hata watu wa kuongea nao unajua uongee na nani, ili utoke kutoka hatua moja hii uende hatua. Yalamuna zahiran mina hayati dunia, mikakati hii tunayo, tunaijua, si ndio? Tunachakarika kama wafanya kazi sisi kama wakulima kama wafanye biashara kama wanasiasa, kama anajua wa mimi hapa, ili nifanikiwe katika jambo langu hili ni muone nani na nifanye moja mbili tatu hivi, nizifanye vipi? Lakini hiyo sh sio shida. Tatizo, wahum anil akhirati ghafilun, tatizo wameghafilika. Vipi? Yapi ya kuchukua? Hatua zipi za kuchukua kwa mafanikio ya wapi? lazima tuwe na mikakati na tujue mafanikio ya akhera tupite wapi, tutokee wapi, tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye hivi. Na ndio maana kama hivi tunakutana tunakumshana, ili kila mmoja wetu awe ana hatua, ana strategy na mikakati imara na madhubuti kabisa, itakayomwezesha yeye kuweza kufanikiwa katika maisha ya akhera, sio kufanikiwa hapa tu duniani. Kufanikiwa hapa duniani, yani maisha mafupi. inna haulai yuhibbuna alajila wa yadharuna waraahum yauman thaqila, tusitupe tuchakarike hapa duniani, mipango yetu na hivi na hivi, si shida, aina tatizo. Tatizo linakuja ile fanabadhuhu waraa dhuri, kutupa kutuchukua hatua ile siku mzito, yauman yaj'alul wildana shiba, siku ambayo watoto watakuwa na mvi, watoto wadogo tu Mvi zina nini, zinachomoza. Kwa hiyo Allah anasema nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum, sisi ndio tumewaumba. Sikilizeni, kama Allah ndo amewaumbeni am, am, ame, ame, ame, ame, ame, ame, ame, basi msikilizeni, fuateni mwongozo wake. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna tukaimarisha viungo vyao mili yao, hii mili yetu iko imara, wala si ujanja wetu, wala si ujanja wetu. Na Allah subhanahu wa ta'ala akitaka, mara moja, unaweza wewe ukawa unakula vyakula lishe bora kabisa, lakini Allah hakitaka, mwili uko legelege tu uko hivi manyama zipa nani na nani hivi, lakini Allah mwenyewe ndiye ametengeneza, fi ay surati ma sha'a rakkabak. Ya ayuha al-insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaaka fa adalak fi ay surati ma sha'a wa man adam, nini unadaika na hii dunia wewe unahadaika vipi na hii dunia? Chakarika kule unakochakarika lakini unako chakarika lakini usiisikuhadae fala yaghurrunakum ayatu dunya, fala taghurrunakum ayatu dunya, asiwahadae maisha ya, ya, ya, mkasahau wala asiwashughulishe wala auwa asiwahadaishe Iblisi laini, chakarikeni hangaikeni, lakini jueni katika kuchakarika kwenu na kuhangaika kwenu mtakutana na ya Mola wenu ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi, nyimbo katika maisha ya mapambano. Mwenyewe hapa anasema pambaneni, tunatakiwa tupambane. Tunapambana kimkakati kwa kila namna, kwa kila nyanja, lakini mapambano yetu tunayopambana, ila rabbika kadhan, tutakutana naye. Kwa hiyo tunapambana hivi alhamdulillah, lakini tunavyopambana hivi tutakuja kukutana nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nahnu khalaqnahum wa shadadina asra. ma gharraka bi rabbi una hadika, na nini wewe? Allah ndo aliyekuumba, Allah ndo amekutia nguvu, hivyo viungo vyako viko imara thabiti, hakuna hata mtu ana, an, an, an, yani mikono yake sijui na nini sijui miguu yake mili macho yake sijui anayoweza kuifanyia chochote, ni mwenyewe Allah subhanahu wa idha shiina na tukitaka, badalnaha amthala, tutawabadilisha moja kwa moja tukitaka na wala hakuna wakuziwia asitubadilishe Allah subhanahu wa taala. Tunamwomba Allah, nasallu Allah salam. inna hadhihi tadhkira, kwa hiyo Allah anatukumbusha hapa kwa kutuwekea wazi kama tulivyokumbushana, inna hadhihi tadhkira, huu jamani ni ukumbusho tu, huu ni hii Qurani hii inatukumbusha, inatuongoza, inatupa angalizwa. hadhihi alayati allati anzalnaha alayka ya Muhammad tadhkiratan wa mau'izatan linnas, ni ukumbusho mawaidha maonyo maelekezo muongozo kwa wanadamu. Inna hadhihi tadhkira, miongozo hiyo. Sasa swala la mwongozo ukipewa, faman shaa attakhadha ila rabbi atakachagua, ule mwanzo ni haya tulianza nayo kabisa sura hii, inna hadaynahu sabil, imma shakiran wa imma kafura, mtu achague mwenyewe, wa kulil haqqu min rabbikum faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur. Muongozo umekuja, kwa hiyo inna hadhihi tadhkira maw'izatan wa tadhkiratan linnas, mawaidha maonyo, kumbusho, maelekezo, miongozo kwa wanadamu. Faman shaa attakhadha ila rabbihi sabila, atakayetaka na afanye njia ya kufika salama kwa nani? Kwa mola wake. Atumie huu muongozo, tahrisa shadida ala almusara ila ttaat. Kwa hiyo fuateni huu muongozo, faman shaa yattakhidha ila llahi taala wasilatan wa tariqatan yataqarrabu biha ilayhi ittakhadhaha, chukua huu muongozo, maelekezo haya, anayetaka kufika salama kwa nani? kwa Allah subhanahu wa taala, huu ndo mwongozo umekuja wa wa wa wazi kabisa, fuateni mwongozo huu, lakini ni hiari yetu, ukiamua ule ameshowambia imma shakiran wa imma kafuran wama tashauna illa an yasha Allah inna llaha kana aliman hakim. Kisha mtambue yote mnayoyafanya mashiatillah bi bimashiatihi hayawezi kuwa lolote unalotaka kulifanya, utakalolipanga, sijui hivi na lile na hivi, aliwezi kuwa. Lazima Allah subhanahu wa taala alifanyeje, atie mikono yake jambo ya hilo, ndo litakuwa hakuna kitakachokuwa illa bimashiatihi, kwa matakwa yake yeye Allah subhanahu wa taala. inna Allaha kana aliman hakiman, hakika ya Allah ni mjuzi mwenye hikima katika mambo yake. Kwa hiyo takeni muongozo na maelekezo Yabna Adama, mtume sallama kwa hadithi mashuhuri anasema: yabna adama, kullukum dhalun, nyote ninyi nimepotea illa man ihtadaitu, ila yule nitakaye mwongozo nitakayempa mwongozo nitakayemwongoza mimi ndo yuko salama fastahiduni, nitakeni mimi mwongozo niwongoze astahdiku, nitawaongoza au kama kala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. kwa hiyo lazima tuteke muongozo kwa Allah ndo maana mara kumi na saba ya lazima kwa siku tunasema ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim, mara kumi na saba raka kumi na saba hizi, mbili asubuhi, nne adhuhuri, nne alasiri, tatu magharibi, nne isha. Kwa hiyo lazima tushike sasa Tushike ule mwongozo tunaomuomba Allah atuongoze katika njia sawa sawa. Allah ndo ametuletea huo ndo mwongozo tushikamane nao, yudkhilu man yashau fi rahmati Allah, anamuingiza anayemtaka katika rehema zake. Kwa hiyo tumuombe Allah atuingize katika nini, rehema zake, tuzipate rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala, rehema kuzipata rehema za Allah ndio salama. Wa dhalimina na madhalimu a'adda lahum 'adhaban alima

Kwa lazima tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe rehema zake, atuingize katika rehema zake, ndio no. Tunatakiwa hivi mara kwa mara. Kwa hiyo, alhamdulillah tunahitimisha aya 31 katika sura hii suratul insan kwa darasa zetu tatu. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na tunamuomba atuafikishe kuweza kufanyia kazi mwongozo wake, kama alivyosema inna hadhihi tadhkira mau'idhatun, eh, lin-nasi wa tadhkiratun lin-nasi